wanayataka na mzigo ni huu, mzigo ni huu, mzigo ni huu

Anakusalimu Mutunga, nimeambiwa wamemrudisha. Kama mnaweza mkamrudisha jaji mkuu Willy Mutunga, ao asije kuangalia kesi inaendaje. Mmekuisha, mmekwisha. Hii ndio inatakiwa, kaka. Unalia mwenye kiti <coughs> unalia.

kusema akili haijatimia unafanya kazi njema, mheshimiwa. Asante sana. Fanya kazi njema sana. Na hongereni. Hongereni watu wa Dar es Salaam. Tutakuwa sawa sawa. sawasawa Doctor. <laughs> Habari ya mwanzo <laughs> habari ya kata ya Victoria <laughs> na habari ya Tarime, nashukuru. <laughs> na habari za Ujerumani <laughs> Asante. Asante.